Nisikilize ni bwana Kipala. Sawasawa, mimi hicho nachosema sikukifanya, lakini ngoja niende nikatazame ni nani amefanya kitu hicho, nitakuja kurejeshea majibu. Nena bwana, na utaka mimi hapa, mke wangu sio? Ukatazame ukatazame nini? Nirudishie mke wangu, Sungundume, vita hii haishii hapa. Hii vita ni kubwa, huwezi kuchukua usingizi wangu mimi. Sungundume, haiwezekani. Unapambana na wanawake tangulini. Vita vya tutangulizi tukapambana na wanawake suguludume. Eu, nyamaza wewe! Ala, yani kukuheshimu na kukwambia ngoja nikakutazamia mke wako ndio unanikosea heshima, si ndio? Nisikilize kwa makini, kama umeshindwa kulinda familia yako iliyokuwa ndani eh? Utaweza kulinda hazina j ah! hazina ah! Ah! Yani ndugu yangu umekuwa kama mwanamke vile Unapokwenda sungundume ni mbali, unapofika sungundume ni mbali sana. Huwezi kunifananisha mimi na mwanamke, na kama ingelikuwa mimi kama mwanamke unaosema wewe, ungepambana na mimi, sio yule mke wangu. Mimi gomba ukaliondoe, na hiyo unayoizungumza kwangu, mimi ni ya thamani sana na lazima irudi mahali pake. Vyote vitarudi, naanza na mke wangu, ukatoe gomba, umrudishe. Haki ya Mungu sikubali, sungundume. Si sikubali, nataka mke wangu aa mimi nafikiri unalifahamu sawa. Nafikiri unalifahamu vizuri tu, sasa basi, nisikilize kwa makini. Mimi kwa sasa naondoka, ngoja nikatazame ni nani kafanya hilo jambo sawa, kisha nitakurejeshea hapo. Ninataka mke wangu bana, ondoka! Ndio mke wangu, namtaka, haiwezekaniki ah. Vita hivi baina yako na mimi haiwezekaniki. Hey, wee uingilie familia yangu

Wasinyo, umejuaje jina langu? Jina lako nimejua muda mrefu sana. Halafu umeshindwa kuifanya kazi uliopewa, unanifuatilia mimi, utaniweza? Odi. Karibu sasa. Hizi salamu, nimemkuta kaka yako kaka wangu. Mbona una ugeni? Karibu. Asante sana. Ulivyokuja, mmekuja kutoa barua? Mmekuja kuleta barua hey. Barua? Barua ya nani? huyu hapa mdogo wako. Mdogo wangu huyu? Hey, sio mdogo wangu, huyu ni mke wangu mimi sijui kama mdogo wako. Barua ndiyo tushakuja kutoa barua? Nanichekesha. Kwanza shokona wapi mtoto wa kike anakuja kuleta barua? Maana ndiyo mara ya kwanza kwangu, anepaswa kuleta barua ni mtoto wa kiume. hmm, nachekesha kitu sio kijua. Mimi na kofia hizo tatu, kofia ya kwanza, baba wa kijana anataka kuoa mdogo wako, kofia ya pili mshenga, kofia tatu, dada wa kijana ataka kuja kuoa barua. Mwenye nashangaa ila achana navyo na make, si unajua sasa hivi mabinti wengi vichaa, achana nacho hicho mke wangu, sikupe wasiwasi. Mwenye nashangaa na anichekesha sana

kipala kilahisi rahisi kuhusu chawi. So kweli, mi nimekuja na wazo zuri kabisa ili tulipate shamba letu. Mi nimekuja na wazo, twende kwenye vyombo vya sheria, yaani twende kwa mwenyekiti yule. Bwana akiitwa kwa mwenyekiti, sitapata shamba letu, maana yule hawezi juu ya sheria. Sijui unasemaje ta kwa mimi wewe mmekusikiliza lakini nataka nikuulize tu maswali mawili. Yeah. Kati ya shamba na uhai ni kipi bora? Bora ni uhai kaka, bora uhai sindi. Yeah. Sindio eh, kwa kama bora ni uhai, hakuna budi kuhangaika na hili swala shamba, tumwacheni maana shamba tutanunua, lakini uhai huwezi ukaununua. Naam no. Hivi unajua nako sahihi, kwa maana unaongea. Kwa sababu mwanangu, shamba ni mali, sio, unanielewa? Sasa hivi utasema kuwa unaliachia, lakini baadaye utalitafuta. Wazo alokuja nalo shemeji ni wazo zuri, bora nenda kwenye vyombo vya sheria, sijui umenielewa, mwanangu. Ushaona wapi mtu akafa hapa Si, lipamban bora mwambie wewe shemeji, maana mi nashindwa kaka, anakuwa muoga, yaani usio muoga yule, akiitwa kwenye sheria acha uoga, uoga ni wa kwake. Mona akiitwa kwenye sheria aweze akairoga serikali? Yule ana uwezi akuroga serikali? Ujue akiitwa pale sheria itambana tu, tutapata lile shamba sisi. Usio waoga kiasi hicho Mona. Mi naona kaka unakuwa muoga, usio muoga, nabidi twende tu kwa mwenyekiti ataitwa yule bwana Kipara, nakiitwa sheria itambana na kisha mbana tu, sisi tunalipata shamba kuliko kumwachia ile ni mali yani, iko hivi sawa. Hili swala mimi siliafiki, mdogo wangu sawa, siliafiki hii swala la kwenda kwa mwenyekiti, tumwite kipara pale sawa. Ili swala imekaa kishirikina, serikali haina dini, serikali haijui, si unaijua hiyo vitu najua kwa maana yake. Mimi kwa jinsi nilivyofikiria hili swala, labda tuendele kwa wataalamu sawa, tuendele kwa wataalamu tutalimalizi tatizo lilteisha vizuri, kwa sababu kipara ni mchawi na mchawi dawa yake ni mganga, si unanielewa? tuendeni kwa mtaalamu. au unasema? sawa sawa. Mimi nimefikiria hilo wazo wako na yenyewe sio baya sana, ni wazo zuri kama tuende kwa mganga, sababu uchawi na uganga ni vitu ambavyo vinaendana. Kwa hiyo oh, ila mganga ndio yuko juu ya mcha ya mchawi. Kwa hiyo tukienda kwa mganga kidogo itakuwa rahisi, tutalipata shamba. Kwa sababu gani? Mganga atafanya mambo yake, tutapata lile shamba. Mona, itakuwa rahisi sana. Mi naona ni swala zuri na yenyewe, so bye Wewe unampeleka wapi wa mdada? Wewe ni nani ambaye unaingilia njia za watu, njia za watu? Unakuja kwenye hema ya watu bila ruhusa. <laughs> Sipendi maneno, acha tuonyeshane. kama kaka angu au ndugu yangu kabisa. Tena ni wa muda mrefu, nimekuta hapa dhumuni nikukupa pole kwa kifo cha dada yako, na ninachokuomba ufanye mambo yako, ufocus katika maisha yako wewe na mdogo wako. Sikiliza ndugu yangu hiyo alikufa amekufa, tambua, apale ndani yupo dada angu mwingine ambaye anaishi mule mule ndani. Na kingine kama amekufa, hata kaburi sijaonyeshwa. Na pia nilimuuliza kwa nini unaanza kuzika bila kutupa si taarifa. Tambua ni dada angu mkubwa, na sasa tena yupo dada angu mwingine mdogo, ambaye naye anaishi hapo hapo Kakaangu Shunda, najua una majonzi mengi na pia una maumivu ambayo hayana mfano wake, lakini aliyekufa amekufa. Emjaribu kufokas katika maisha yako, kumpambania mdogo wako aliyebaki hai. Sikiliza ili solo, una lichukulia kile, si rahisi tu yule ni dada yangu na mtu muhimu sana kwangu mimi, nasitoshe, ndo alikuwa ndo kila kitu katika maisha yangu. Na kingine, anawezaje kumzika dada yangu pasiposi kujua familia yeye eh? Kama analingia ushirikina shirikina wake, mimi siogopi <laughs> Sasa nitachukua petroli hata lita moja nitamwaga michowe ah, kwake ah, nitachukua tapaka uh, uh, uh, nimkatekate mapaka pande pande ana samani kwangu. Hasira bro, za aliyekufa amekufa, emjaribu kumwachia hata Mwenyezi Mungu. Usichukue petroli na panga ukaenda usiku usiku kwake, japo ni mshirikina na madudu madudu yake lakini mujaribu, wemjaribu, punguza punguza hasira bro, punguza au ah. ah. ah. ah. nimepata njia moja ya kukusaidia mimi ah, nachoona kama utaniamini lakini au ah, sio kwa ubaya, kwa, ni kwa wema tu brother. tujaribu kwenda kwa mganga

bkyaaga mbaya tunaitengeneza saa hizi. <sighs> Ni kweli tunaitengeneza saa hivi kwa sababu kuna vita inakuja mbele yetu. Vita ndi hiyo vita. Vita gani hiyo kaka? Ikifika mda wake ake kunaambia ile nyama tulokula juzi ni ya mke wa Kipala. Ndio kaka, hivi huoni kama tumeanzisha vita nyingine kaka? Hii dawa ni muhimu kuliko mke wake Kipala. <laughs> ni kweli, hii dawa ni muhimu kwa Kipala mke wake ni muhimu kuliko idaa, lakini tumeanzisha vita ambayo ni ngumu sana. Bas, tuendelee kutengeneza dawa. Sasa kaa upande huo, sawa? Shika hazina, ishike hazina yenyewe, sawa?

Sasa mdogo wa hii dawa kwa sasa iko tayari, lakini inatakiwa ibaki hapa ichemke siku kucha. Kwa sasa hapo kucha sumu, unatakiwa uje haraka sanaabaga. Geuka upande huo, halafu narudi, sawa?